Na tunafahamu sasa hivi ligi kuu soka Tanzania bara imesimama na jambo kubwa sasa hivi haswa ni kuangalia maandalizi ya timu mbalimbali mbali za taifa kuelekea michuano ya Afcon, lakini pia maandalizi ya ligi kuu soka Tanzania bara baada ya hapa kusimama, lakini pia na michuano ya kimataifa. Ni muda ambao pia najua watu wengi watamani kusikia mikakati mbalimbali mbali ya viongozi na nimekutana hapa na Sheikh Ahmed Ally. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Mambo vipi? Mambo safi kabisa. Namshukuru Mungu niko vizuri. Unajiandaa na kila kitu, tunapumzika hivi sasa ee. Nimeona unajiandaa na pambano. <laughs> Bila shaka umeangalia logo yao wale? Ah, ila shida kwa mtu nimeona pale kavaa sketi ya mwana Sesele ndio kwenye logo yao. Nimeona hicho tu, hamna kingine cha maana. Uh, ripoti tayari ya kocha imefika inafanyiwa kazi ama bado? Uh, mnahitaji labda uh, muda zaidi kuweza kuanza kufanya kazi baada ya kupata labda kocha mpya, kumtangaza kocha mwingine ama kufanya uamuzi wa kuendelea na Selemani Matola. Ya kwa sasa ligi imesimama ime na uh, wachezaji wetu wote wapo mapumziko uh, wale ambao uh, wako kwenye michuano ya Afcon Uh, tumewapa mapumziko hadi tarehe 28 ya mwezi huu wa 12 watarejea kwa ajili ya kuanza programu ya mazoezi na maandalizi kuanzia tarehe 29 mwezi huu wa 12 na kuendelea. Kwa wale ambao wana majukumu ya timu ya taifa ama wana majukumu ya Afcon tayari wameshajiunga na timu zao, na sisi Simba Sports tunawatakia kila la kheri timu wachezaji wetu wote ambao wapo kwenye timu mbalimbali za taifa wakafanya vyema kwa maslahi ya mataifa yao, lakini kwa maslahi ya Simba Sports kwa ujumla wake. Wakati huu ambapo wachezaji wako mapumziko, sisi viongozi tumeendelea na na, na na kazi kama kawaida, kazi ya kufanya tathmini ya mechi ambazo tumecheza, lakini kuangalia E, wapi tuboreshe kuelekea mechi ambazo zinafuata. Tathmini ambayo tunaifanya tunaifanya e, tathmini kubwa kwa maana tathmini ya kiutendaji ya nje ya uwanja, wapi tulikuwa sawasawa sawa, wapi tulikosea wapi, tupong, wapi tuongeze wapi tuboreshe, lakini tathmini ya kiufundi tathmini ya kiufundi inatokana na ripoti ambayo imetolewa na benchi letu la ufundi ambapo linatuonesha kiufundi tumefaulu wapi tumekoma wapi na ki kitu gani tufanye kuelekea mechi zinazokuja. Kwa hiyo tangu wiki hii imeanza mara baada ya kumalizika kwa sikukuu ya uhuru, viongozi wameanza kukaa mezani kuangalia tunaboresha eh, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna vipi, tunafanya nini na kila kitu, kwa niseme tu ya kwamba mara baada ya vikao vyetu kumalizika na maamuzi kufikia yale ambayo yanawahusu mashabiki na wanachama wa Simba, pamoja na waandishi wa habari, tutatoka hadharani kuwatangazia na...